Ehe, mambo yako vipi? Hope uko poa na umefurahia vyema mwaka mpya. Umekula, umekunywa, umefurahia kuingia mwaka mpya, si ndivyo? Umeona hivyo ulivyoanza siku ya leo hivyo eh? Ulivyoanza siku ya leo. Umeamka saa ngapi? Umefanya nini? Umefanyajefanyaje? umewaza nini? Hivyo umedanganya, umesema hmm, uongo hivyo eh? Hivyo ulivyofanya ileo hivyo hivyo hivyo, shoga yangu, besti yangu, rafiki yangu Umesengenya leo <laughs> umeteta. Umeanza mwaka tarehe moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita kwa umbea, umemsingizia mtu, umedhurumu. Hivyo ndivyo utakavyomaliza, hivyo <laughs> hivyo hivyo, besti yangu. Ee besti, kujiangalie Kenneth. Umeanzaje? Mm, ujamini sikumwene.